Sema. Hata maafisa habari wa virabu wanapaswa kuwachia makocha ndo waseme, sio natoka zako tu chocholeni kuzungumza mambo ambayo hayafai. Ndo hao upuzi tunaendelea nao na wachambuzi ambao wamecheza soka la macha kudanganya watu yale yale. Na wakumbusheni, narudia tena, kocha wa Simba ameondoka kwa sababu si ndio ya mfumo huu wachezaji kuchoka, si ndio? Moja kati ya maelekezo yake alikuwa ndege ikodiwe Tanzania mpaka Botswana Francistown sawa lakini, kutokana na haya mambo na ndio maana Simba walipokwenda kule wakacheza mpira wa Nomo, wakaangalia wameshinda nini, wametanguliza mguu mwingine mbele, wanakuja hapa kumpasua wa mtu huo, ndio uhalisia na waulizeni wao. Umesikia Simba wamelalamika kwamba tumecheza mpira mbofu? Acheni kutembelea mazoea. Nachowakumbusha ni kwamba hawa ni wachezaji, kuna siku game na kubali, kuna siku game na kataa, na hii ni ligi ya mabingwa, sio ligi kuu. Unaelewa vizuri, maana yake ligi kuu unaweza kupoteza mechi lakini bado kwenye mashindano haya umepoteza. Ligi ya mabingwa leo wasalimie Jangwani, inakuwaje? Utakuja kuongea nini? Kwa hivi sasa wana Yanga wanapaswa kujipiga kifua mbele, lakini haya yote ni kwa sababu ya ukubwa wa Yanga, mambo mambo ambayo Yanga Africans wanasema huji kuyasikia, anasema kwa KMC, na ndio kwa hivi sasa Yanga Africans wamepiga ngumi za kutosha hadi kwenye branding ya marketing. Watu watakujadili habari za jezi mpya, hawaelewi chanzo ni nini. Unanipata vizuri? Kwa hiyo ifike mali atuye waandishi, mjue kutadavua mambo kuingia kwa kina wai mmeleta jezi nyingine atuelewi sio? Mnakuja kutrendisha tu vitu ambavyo vina msingi eti kutaka content. Ni mambo ya kihuni a, ah. na wasiwasi kama mnaithibati nyinyi Ambokile, unadhani haya maneno yanazungumzwa sasa mitandaoni ya, yanaenda kuipa Yanga chachu sasa kuzidi kufanya vizuri? Maneno ya mitandaoni kama yapi? Kwamba Yanga haifanyi, haichezi vizu, vizuri inapata matokeo ila haichezi vizuri sasa mimi niwaambie kitu kimoja, moja kati ya kitu ambacho eh, nimekifanyia utafiti mimi chuma katika watu ambao na nakileza mitandaoni, ni viongozi wa Yanga, na ndo maana huji kusikia hata siku moja eti jambo limetokea mtandaoni wametoka wameropoka. Ni ngumu. Kwa watu wanaangalia target yao ni nini? Mfano kama hivi sasa wajipongeza, wamefuzu katika hatua nyingine, hivi kesho Mbeya. Si ndio maanake, kikubwa ni kuangalia umepata nini wewe. Piga kelele, maake utakashanga timu ikapiga kelele hivi hivi, imefika nusu finali, utawambia nini au utamjibu nini kocha? Ndio yale yale, Ahli imefungwa na Simba hapa Benjamin Mkapa, Simba inaongoza kundi. Wahuni kabisa wakasema Ahli ni ungaunga unga mwana, mbona imekuwa bingwa hivi? Ungaunga mwana kwetu atachukua ubingwa? Haiwezekani. Ndio maana namwambia, kuna muda mchakachuwa akili zenu lazima mkae mfikirie hivi kweli, Ahali ungaunga unga mwana kwa sababu imefungwa na simba goli moja hapo, na simba ameongoza kundi? Sio kweli. Kila timu ina target yake, na ndio maana ni rahisi sana kuwafanyia chochote Ahali hatua ya makundi, lakini wakiingia mtoano lazima wakushone. Kwa nini? Wanajua utofauti wa hatua za awali na utofauti wa mtoano, mbinu zinatofautiana.